Hii ndio tofauti kati ya E, meneja na kocha kwa wa, timu ambapo ameeleza mdao mmoja wa soka kutokea hapa Tanzania, ambapo ameweka utofauti baada ya wengi kupata kigumizi baada ya Simba kuambia kwamba wanataka kutambulisha meneja sio kocha. Kwa mjibu wa mdaodae, kwamba tofauti kati ya meneja na kocha katika soka anaanza na meneja yani, meneja ni kama mkurugenzi mkuu wa timu ya soka na anahusika na mambo mengi zaidi ya mazoezi na mechi tu. majukumu yake yake ni pamoja na kusimamia mazoezi na mbinu za kiufundi, kuchagua kikosi cha kwanza yani first 11, kusimamia usajili wa wachezaji, kushirikiana na bodi kuamua nani anauzwa au anakopwa kushiriki, kushiriki kwenye upangaji wa muda mrefu wa klabu, kusimamia benchi la ufundi na hata madaktari wa timu hiyo, huku majukumu ya kocha ambapo kocha kocha ana majukumu mahususi zaidi mara nyingi, ila ni kutekeleza maelekezo ya meneja au ya mkurugenzi wa michezo. Anaweza kufanya yafuatayo, huyu ni kocha, ambapo kocha huyo anaweza kufundisha mbinu za uwanjani, yani technical and the technicians training, lakini kingine, kukuza wachezaji binafsi, kuandaa mazoezi ya kila siku, kutoa mapendekezo kwa meneja kuhusu hali ya wachezaji. mfano hai Mfano hai ni Jose Mourinho akiwa Chelsea, alikuwa meneja kamili. Alichagua nani asajiliwe, nani acheze, na hata alihusika katika maamuzi ya juu ya klabu. Lakini kocha kama Zinedine Zidane alipoanza Real Madrid eh, Castro alikuwa zaidi ya kocha. Alifanya kazi chini ya mkurugenzi wa michezo. Kwa kifupi, kwa kifupi meneja kocha jumlisha msimamizi wa mipango, kocha mtaalamu wa mbinu na mafunzo. Simba ndo e, ya kwanza kufanya mabadiliko katika nchi hii, ndio kio au chuo cha michezo nchini. Kama una meneja na hafanyi haya majukumu, basi huyo sio meneja. Aliweza kufunguka muda huyo wakati akitolea eh, maelekezo na utofauti wa kocha na meneja, baada ya wengi kupata kigugumizi kwa kudai kwamba klabu ya Simba imeweza kumtambulisha Dimita Pantev kwamba yeye ni meneja, huku akihusisha kwamba huenda wametambulisha kama meneja kwa kuwa hana lisensi ya kafu na ana lisensi ya UEFA, hivyo halusi kuwa kama le kuwa kocha na ndivyo ambavyo ameeleza mdau tofauti ya kocha na meneja, huku ikieleza kwamba kocha anasikiliza zaidi maelezo kutoka kwa meneja ambaye anatoa mwelekeo wote wa namna gani timu iweze iweze kwenda, na huku ikielezwa kwamba yeye ndio anakuwa na maamuzi makubwa zaidi kwenye bodi ya ya wakurugenzi katika timu husika. Hivyo wote ambao walikuwa na kigumizi kuhusiana tofauti ya kocha na meneja, basi umepata hapa.